2025, kama mnavyofahamu kwamba tarehe 29 mwezi wa 10 2025, hapa nchini kwetu Zanzibar kulikuwa na zoezi muhimu sana la uchaguzi la kuwapa fursa wananchi wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla kuwachagua viongozi wa kuliongoza taifa hili kwa kipindi cha miaka mitano ijayo. Bahati mbaya sana, kama ilivyokuwa kwa Tanzania bara, wananchi wa Zanzibar pia hawakupewa haki yao ya kuthaminiwa maamuzi yao na watawala waliojivika vazi la jeuri na viburi kwa kuyapindisha na kutoyathamini maamuzi ya wananchi hawa. Ndugu wanahabari, tuliopo hapa wengi na tuliopo mbele yenu ni mashahidi, na sisi tuliopo hapa ni wachache wa wale ambao wananchi walituamini kutuchagua na kutupigania kwa kuhakikisha sauti zao zinaheshimiwa. Sisi kama mashahidi wakuu wa uchaguzi uliofanyika katika vituo vya kupigia kura, kuhesabu na kujumuisha kura pamoja na kutangaza matokeo, leo hii tumeamua kuja mbele yenu kuwaeleza, ijapo kwa uchache wa uchachi wake, yale yaliyotokea siku ya tarehe 28 na tarehe 29 Oktoba 2025 katika maeneo mbalimbali mbali ya visiwa vya Zanzibar, yaani Unguja na Pemba. Sisi tukiwa mashahidi wakuu kwa vile tumeshuhudia bila kuhadithiwa na mtu. Ndugu wanahabari, kama ambavyo kiongozi wetu wa chama ndugu Dorothy Semu, mwenyekiti wetu wa chama taifa ndugu Othman Masud Othman, na viongozi wetu katika ngazi mbalimbali walivyonukuliwa mara kadhaa wakieleza msimamo wa chama chetu juu ya uchaguzi huu na kueleza kwamba katika mchakato wa upigaji na uhesabuji kura, kabla ya uhuni wa, na hujuma zilizofanywa na vyombo vya serikali vilivyoongozwa na utashi wa Chama cha Mapinduzi, chama chetu cha ACT Wazalendo tayari tulikuwa tumeshinda si chini ya majimbo 32 kwa viti kwa viti vya ubunge, uwakilishi na urais. Hata hivyo, inasikitisha kwamba watawala kwa jeuri na viburi waliamua kuyabaka maamuzi ya wananchi na kwa mara nyingine tena kuifanya kura ya mwananchi haina thamani yoyote. Ndugu wanahabari, mlio wengi ni mashahidi wa maovu yaliyofanywa na waliopewa dhamana ya kuendesha na kusimamia uchaguzi kwa siku zote mbili za uchaguzi wa Zanzibar wa mwezi Oktoba mwaka huu katika vituo mbalimbali vya upigaji kura Unguja na Pemba. Nyinyi na sisi tulishuhudia yaliyotokea na jinsi na kiasi ambacho mgombea urais wa chama cha Mapinduzi Dr. Hussein Al-Hassan Mwinyi alivyokataliwa na Wazanzibari bila ya kujali itikadi za vyama vyao, wakiwa na lengo la kuinusuru Zanzibar yetu au ambayo tunaishi kwa uchache tulishuhudia mambo maovu mabaya ya fedheha na ya aibu yaliyofanyika, ikiwemo pamoja na mambo mengine mambo yafuatayo. Tumeorodhesha hapa mambo machache, lakini yako mengi. Ya kwanza, vituo vilikuwa vinavamiwa na wapiganaji wa jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ, au wahuni waliovalishwa sare za JWTZ waliozungushwa kwa magari ya serikali na vyombo vya dola na kuruhusiwa kupiga kura zaidi ya mara moja kwa mtu mmoja, na kituo zaidi ya kimoja, na katika majimbo zaidi ya moja. La pili, tulishuhudia wasiokuwa askari wa vikosi vya SMZ kuvalishwa mavazi ya askari hao ili